Jeshi la anga nchini Ukraine limetungua ndege mia nne na tano kati ya mia nne sitini na tano zisizokuwa na rubani na makombora kumi na tano kati ya thelathini na mbili ya Urusi yaliyoelekezwa kushambulia mji mkuu Kiev, huku rais Volodymyr Zelensky akiomba msaada wa mifumo ya kudhibiti anga kwa nchi za magharibi kwa kuwa mitambo iliyopo hivi sasa nchini Ukraine imedhoofika na haina uwezo mkubwa wa kudhibiti mashambulizi ya Urusi. Kusini mashariki mwa Ukraine mtoto mwenye umri wa miaka saba ameuawa baada ya nyumba yao kupigwa na kombora, huku watu ishirini wakijeruhiwa katika shambulio hilo. Kwa mujibu wa wizara ya nishati, sehemu kubwa ya mji mkuu wa Ukraine Kiev, wakiwemu wateja elfu nane wamekosa huduma ya umeme na maji kutokana na shambulio hilo. Madhara ya shambulio hilo lililolenga mfumo wa nishati wakati wa msimu wa baridi ukiwa unakaribia ni pamoja na, na mikoa tisa kaya na biashara milioni moja kukosa huduma ya umeme kwa muda. Rais Volodimir Zelenski amesema mashambulio hayo ni sehemu ya mkakati wa hujuma wa Urusi dhidi ya sekta ya nishati ya Ukraine.